Amen. Shalom. Shalom. Shalom. Nina kusalimu tena kwa chini la Yesu Kristo. Uh, namshukuru Mungu tena kwa ajili ya wakati huu. Tunamshukuru Mungu kwa neema yake. Yeah, namshukuru Mungu kwa ajili yako. Uh, niombe radhi kwa kidogo ya wa wakati kwa sababu ambazo pia zilikuwa nje ya uwezo wetu, lakini bado Mungu wetu ni mwaminifu. Nichukue nafasi kukukaribisha kukaribisha popote pale ulipo. Uh, mkaribishe jirani yako, mkaribishe rafiki yako, mkaribishe ndugu na jamaa Mwambie mwalimu tayari yupo i, karibu. Mwambie kiko tayari, hiyo tunakwenda tuna kuanza kwa wadaka kadhaa zijazo. Mwambie tupo, mwambie tupo, mwambie, tupo basi tuweze kuendelea kujifunza karibu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Basi nikukaribishe tena wakati huu. Ninaomba tuweze kumshukuru Mungu alafu tuweze kuendelea na kipindi chetu siku ya leo. Mumshukuru Mungu hapo ulipo. Mwambie Bwana Yesu asante Asante kwa neema yako, asante kwa uaminifu wako, asante kwa kutupatia siku nyingine tena siku ya leo, na tunaomba mkono wako ukawe pamoja nasi katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu, tunakushukuru. Bwana Yesu, tunasema asante. Tunaomba rehema zako mu... nyume na mapatano makubwa ndo sisi wenyewe, na isi damu yako mna kondo Yesu ikanene mema na isi damu yako Yesu Kristo katufutia tia makosa dhambi na maovu. Na isi damu yako mwana kondo Yesu ikafuta ile hati ya mashtaka iliyoandikwa iliyokuwa na wadui wetu, kwa hukumu zake naiondoa kabisa, isiwapo, tunaigongomelea pale msalabani. Tazama Yesu Kristo ambaye alisema mwanadamu akinuliwa juu atawavuta wote kwako lakini ukasema mwana Kristo nazi hai. Asante Bwana, tunateka mateka, e Mungu wa majeshi. Tunasimama kinyume na kazi zote za yule mwovu, tunasimama kinyume na mipango yote, tunasimama kinyume na kila zote na mikakati yote, tunakomba. Roho Mtakatifu tawala, roho nazitali hai utukufu na heshima vikwako, utukufu na heshima kwako. Ni katika jina lenye nguvu la Yesu Kristo, ni katika jina lenye uweza la Yesu Kristo. Pokea utukufu, heshima, uweza na mamlaka, katika jina la Yesu Kristo anaze talia hai, ni katika jina la Yesu Kristo anaze talia hai. Baba ninaomba kwa kila mmoja mmoja, popote pale aliko eBwana, aweze kupokea, aweze kusikia kutoka kwako katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru ninakubariki, ninakutukuza, ninakuinua. Wewe ni mwema, wewe ni mwaminifu, sifa na heshima ni za kwako. Tunaunganika e Mungu kwa pamoja, popote pale duniani, e Bwana, kwa njia platform hii, e Kristo Yesu, tunajiunganisha pamoja, tunaunganika pamoja. Mungu wangu katawale, Mungu wangu kamiliki, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Utukuzo mwana kondoo Yesu, Utukuzwe mwana kondoo Yesu, uinuliwe mwana kondoo Yesu, sifa ni zako na heshima zote ni zako. Utukuzwe Yesu, asante kwa kuwa pamoja nasi, asante kwa sababu uko pamoja nasi. Tunaomba Bwana ukatawale mawingu ya sauti, naikabidhi kwako network, naikabidhi kwako Roho Mtakatifu Roho Mtakatifu, kwa nafasi wakati huu tena, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ali hai, inaombaye bwana wangu Yesu, nikishukuru na nikiamini amen. Jamani amen, amen. Haleluya. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Ninaamini ya kwamba tuko sawasawa, sawa sawasawa. Uh, na unanisikia sawasawa, haleluya. Basi ni kukaribisha tena popote pale ulipo. Mungu ni mwema na mwaminifu. Ee, mtuwie radhi, ni kwa sababu ya changamoto ya hali ya hewa ee, mvua mvua na nini na vitu kama hivyo, so mtandao una una unapata shida kwa sababu ya hali ya hewa pia whiyo na lakini naendelea kumshukuru Mungu kwa ajili yako ambayo unaendelea kuguswa na huduma hii ambayo una sapoti uh, bundles na swai, tuko tu hewani uh, ni kwa sababu yako. Kwa hiyo ninaomba adhabu yako Mungu wangu akaikumbuke, kwa kidogo ambacho unakitoa kwa Mungu uh, kikubwa sana, naomba Mungu akukumbuke we na uzao wako vile ambavyo Mungu anatukuzwa asfisahawa na kuinuliwa asikusahau, yatusawewe na uzao wako na kizazi, Mungu akikumbuke. Kwa hiyo ni nafasi kukaribisha, naamini ya kwamba kwa neema ya Mungu kusalama, na tumwamini Mungu ya kwamba atakuhudumia. Nimwachie yeye aweze kunena, nimwachie yeye aweze kuzungumza na wewe, mimi ninyamaze kimya. Bwana Yesu asifiwe sana. ujumbe ambao imempendeza Mungu tuweze kuangalia. Aa, kwa siku ya jana tuliangalia kwamba ama na neno la Bwana. Tuliweza kuangalia ujumbe, mtu unasema simama na neno la Bwana, mm -hmm, au simamia neno la Bwana Haleluya. Kwa hiyo maisha yako na kuishi kwako ni matokeo ya neno, uh -huh. Kumbuka hakuna kitu ambacho Mungu aliweza kukifanya pasipo neno. Bwana asifiwe sana ee, uh -huh. Kwa hiyo Yesu akasema e eh, Mathayo ishirini na nne ule mstari wa ishirini uh, wa thelathini na nne thelathini na tano akasema uh, kwamba mbingu na nchi zitapita, lakini maneno yangu hayatapita kamwe. Kitabu cha Mathayo ishirini na nne uh, Matayo 24 na mstari wa 34, 35, anasema amin, nawaambia kizazi hiki hakitapita hata hayo yote yatakapotimia. Mbingu na nchi zitapita, lakini maneno yangu hayatapita kamwe. Kama mbingu na nchi, Yesu anasema zitapita lakini anatuhakikishia kwamba maneno yake hayatapita kamwe mpaka yatakapotimia. Kwa hiyo, utagundua kwamba maisha ya mtu yamejengwa au yanaongozwa na kile ambacho Mungu amekisema, na kile ambacho Mungu amekisema hakitapita mpaka kimtimia kwa hiyo tunachopaswa tukaona kwamba tunapaswa kujengwa kwenye neno ambalo Mungu amelisema na sio ambalo watu wamesema. Tunapaswa tuyatazame mazingira tuliyo nayo au mazingira yanayotuzunguka kwa mujibu wa kila ambacho neno limesema na sio watu nini wanasema. Yesu akasema kwamba mtu hataishi kwa mkate tu, bali huishi kwa kila litokalo katika kinywa cha Bwana. Kwa hiyo kuishi kwako, kutembea kwako ni kwa kila ambacho kimetoka kwenye kinywa cha Bwana. Kwa hiyo hatuishi kwa kila ambacho kimetoka kwenye kinywa cha mtu bali tunaishi kwa kile ambacho kimetoka kwenye kinywa cha Bwana. Kwa hiyo tukasema kwamba neno la Bwana ni sauti ya Bwana, unahitaji kusikia sauti ya Bwana, unahitaji kusoma neno. Kwa hiyo unaposoma neno ni Mungu anasema na maisha yako, nama rudia tena mtandao. Okay, kumi na mbili wa Ebrania na ule mstari wa pili anasema tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu, kwa hiyo msingi na chanzo cha imani yetu ni Kristo. Sasa nasema tukimtazama Yesu. Kwa hiyo tunachopaswa au tunayepaswa kumwangalia na kumtazama kwenye msingi wetu wa imani ni Yesu, kwa sababu chanzo cha imani yako Mkristo, ndio maana unaitwa Mkristo. Wewe ambaye umetokana na Kristo, chanzo chako cha imani, msingi wako wa imani ni Yesu. kwa tupaswe kupepesa macho popote, tunachopaswa ni kumwangalia mwanzilishi wa imani yetu, msingi wa imani yetu, huyo ndiye tunapaswa kuweza kufanyaje, kuweza kumtazama. Sasa anasema tukimtazama Yesu, mwenye kuanzisha na mwenye kutimiliza mwenye kutimiza imani. Tunapookoka ndio msingi wa imani yetu unaanzia hapo, kwa sababu tumemwamini mwokozi Yesu tumeamini ya kwamba alikufa, tumeamini ya kwamba alisulubiwa, tunaamini ya kwamba alibeba dhambi zetu, tunaamini ya kwamba yeye ndio mkombozi wetu. Kwa chanzo cha imani tumeanzia pale, tumehubiriwa Jamani haleluya! Baada ya kuhubiriwa habari za Kristo, tukamwamini Kristo, manake msingi wa imani umeanzia hapo. Manake lazima alikuwa kwako mtu aliyekupandikizia imani ya Kristo. Baada ya kukujengelea imani ya Kristo, ndiyo ambayo unapaswa kuendelea kuitazama au kumtazama yule uliyeaminishwa tumeaminishwa Yesu, tumehubiriwa Yesu ya kwamba ndiye mkombozi wetu, kwamba ndiye aliyebeba dhambi zetu tukaamini. Maanake tayari huu ni msingi wa imani. Sasa anasema tumtazame yeye ambaye ndio chanzo muasisi wa imani hii anasema na mwenye kuitimiliza. Kwa hiyo si tu ameanzisha lakini pia ataitimiliza. Sasa utajua kwamba vita kubwa iliyopo kwenye maisha klasiku yetu ya kila siku na adui yetu ni juu ya imani, kwa sababu kuna imani ambazo watu wanaamini lakini imani sahihi tumeambiwa kwamba tumtazame Yesu, tumwangalie Yesu ambaye ndiye ameanzisha imani na ndiye mwenye kuitimiliza imani. Sasa imani hii ya Yesu hauwezi ukaipata popote ikiwa hauna mwenye hiyo imani ndani yake. Kwa lazima awako mtu mwenye imani, okay mwenye Yesu ndani anayemwamini huyo Yesu aliye naye alafu ndiye akuhubiria habari za Yesu aliye mwamini. Kwa hiyo imani inaambukizwa kwako we Yesu, kwa lazima awako mtu amesha ambaye ana Yesu ambukizie hiyo imani. Sasa anasema kuanzisha kama yeye imani ndani ya mtu na mtu huyu anaambukiza hiyo imani aliyonayo ya Yesu ndani yako, amen. Kwa hiyo kioo cha kujitazamia huyu mtu ni wewe ambaye umemwaminisha juu ya imani ulionayo. <tipole> <tipole> <tipole> Jamani ya Bwana hapo sifa. Waibrania kumi na mbili mstari wa pili tumeanzia hapo, ndio maana angalia Waibrania kumi na tatu Waibrania kumi na tatu Waibrania kumi na tatu anasema hivi wakumbukeni wale, Waibrania kumi na tatu Waibrania kumi na tatu mstari wa saba kumi na tatu Waebrania mstari wa saba mandika maandiko awasaidie awasaidi awasaidie hapo, naingine ya maandiko naanawapita. Okay, tuendelee anasema na kwani kama ya Mungu, jamani, amen, aliujenga okay, ulimwengu kwa imani ndio anasema. Rodi wa Ibrania kumi na moja. Ibrania kumi na moja. Mstari wa kwanza hadi wa tatu. Waibrania kumi na moja mstari wa kwanza mpaka wa tatu, anasema hivi, basi imani ni kuwa na hakika na mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Maana kwa hiyo wazee wetu walishuhudiwa. Kwa hiyo imani ya kutarajiwa ya kutarajia ya vitu visivyoonekana, bayana ya mambo yasiyoonekana, kupitia hiyo wazee wetu walishuhudiwa. Kwa wakati wako na kuomba usome Ibrania 11 anasema maana kwa hiyo wazee wetu walishuhudiwa tatu kwa imani twafahamu. Kwa imani kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, kwa maana ya mambo yasiyoonekana. Twafahamu ya kwamba ulimwengu huu tunauona, ulimwengu huu tunauona uliumbwa kwa